Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Daktari Samia we. Mheshimiwa Samia we. Wangapi wanasema mitano tena kwa Daktari Samia? Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sauti hizi tukiwa kama watu wenye ulemavu hakika tumejipanga kisawasawa kuhakikisha kwamba kura ya mama haidondoki chini hata moja, na hivyo tumeona kwamba iko haja tukiwa kama watu wenye ulemavu, si tuko tayari kuambatana na Mheshimiwa Samia anapoenda kuchukua fomu si ndio? Eh, hey, sasa tutaanza Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kumchangia Mheshimiwa Rais sisi watu wenye ulemavu ndani ya ukumbi huu tunamchangia Mheshimiwa Rais milioni moja. Kwa hiyo mwishoni, Mheshimiwa mgeni rasmi tutaomba tukukabidhi hapo kwa pamoja, ili uweze kutupelekea kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ah, Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya mambo mengi sana kwetu, hatuna cha kumlipa lakini maombi yetu maombi yetu kwa Mungu ni kwamba Mungu aendelee kumlinda, Mungu aendelee kumtunza, na Mungu endelee kumpa maarifa zaidi na hekima ya kuliongoza taifa letu. Mambo mengi ambayo yanafanyika ndani ya, ya taifa letu. Uh, Mheshimiwa Rais akileta maji habagui kwamba mtu mwenye ulemavu hatatumia. Ina maana fursa zote ambazo zinaletwa ni zinatuhusu na sisi kuna yale mambo ambayo yanatuhusu sisi moja kwa moja tukiwa kama watu wenye ulemavu, lakini kuna yale ya jumla ambayo na sisi tunakuwa tupo. Umeme ukija ni wetu wote, barabara zikija ni zetu, ni zetu wote, lakini pia e, tunaona SGR, si tunaitumia, tunaitumia wote. Kwa hiyo maendeleo haya ni yetu sote, lakini Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja kwa na kwamba anafanya yale ya ujumla, anasema hapana, hili ni kundi maalum, lazima niliandalie mazingira.